Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Mahasin TV, ni yangu matumaini kwamba wewe uko salama. Ni siku nzim, nzuri njema kabisa ambayo inatukutanisha hapa tena katika mkoa huu wa Singida kwa minajili tuhakikisha kwamba tunashiriki eh, vyema zaidi zoezi hili la upigaji kura linalofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Kumbuke kuwa zoezi la upigaji kura ni zoezi la kikatiba ambalo kila Mtanzania ambaye amefikisha umri sahihi wa upigaji kura ana haki ya kushiriki zoezi hili. Na kwa kulitambua hilo, Mahasin TV mkoa wa Singida, tumeamua kuhakikisha kwamba tutatembea kila kituo kukuletea habari za zoezi hili, na hapa eh, ni miongoni mwa kituo tu ambacho tumekuja kukitembelea. Kituo hichi ni kituo cha chuo cha walemavu sabasaba mkoa wa Singida ambacho ndio kituo ambapo viongozi mbalimbali mbali wameanza kupiga kura, akiwemo mkuu wa mkoa, lakini pia katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata ambaye naye ni miongoni mwa viongozi walioshirika kituo hili mapema sana. Nikwambie tu wananchi wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana kama ambavyo umeona, lakini vijana pia wamejitokeza kwa kiwango kikubwa sana kama ambavyo umetizama, na hapo tu tutaelekea maeneo mengi zaidi kuhakikisha kama tunakuhabarisha zoezi hili linavyoendelea. Mimi langu jina naitwa Fuad Kasim Mrisho, nyuma ya kamera yuko Ramadhani Idi Limo. Usiondoke, hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Kwa majina naitwa Zazi Omar Alimuna, Katibu Bakwata mkoa wa Singida. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama na tumeamka salama, na leo nimetumia haki yangu ya kumchagua kiongozi katika kituo hichi cha Sabasaba, ambacho asubuhi ya leo tumeamka na kuja kushiriki zoezi la kupiga kura, na tayari mpaka sasa hivi tayari nimeshatimiza wajibu wangu na haki yangu ya kupiga kura ya kuwachagua viongozi wangu hapa mkoa wa Singida hali ni nzuri kabisa, utulivu ni mkubwa, amani ipo ya kutosha, salama ni mkubwa, wala hamna shida ya aina yoyote, na mazingira yameandaliwa kwenye vituo yako vizuri, na wala uchukui muda kwenye zoezi la kupiga kura, kwa sababu unachukua muda mfupi, unaenda kuendelea na majukumu yako mengine. Napata wasawa kuzungumza na uh, moja kati ya washiriki walioshiriki wa katika zoezi hili. Assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh Waalaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Uh, tungeanza kufahamu majina yako. Kwa jina anaitwa Mahamudu Nkungu Kitiku. Aha. Uh, leo umeshiriki katika zoezi hili la uh, upigaji kura, hali unaionaje kiujumla jumla, uh, ya kipindi hichi cha upigaji kura na kipindi cha nyuma? Uh, kwa kweli hali ni nzuri, mwitikio ni mzuri na watu wamejitokeza, na mpaka sasa hivi wapo watu wamejaa, hali ni tulivu. Uh, hamasa sasa iko vipi nyumbani kule, uh, kwa maana ya vijana watoto wako kuhamasika katika zoezi hili la kuja kushiriki upigaji kura tarehe 29 Oktoba? Kwa kweli vijana wamehamasika, pamoja na mimi na familia yangu wote tumetoka pamoja, mama watoto na vijana wangu wako hapa kwa ajili ya kupiga kura, na mimi mmoja wapo tayari nimeshapiga kura, na vilevile juu ya elimu iliyotolewa kuhusu uhamasishaji, kwa kweli wamejitokeza na pamekuwa na mafanikio pametulia, hakuna tatizo, pana amani. Kwa majina yangu matatu, naitwa Halima Mohamed Nkwiri. Naam, wapi umetoka? kwa maeneo haya ya Singida au kwa jiografia hii ya Singida? nimetokea Sabasaba, saba, saba. Ndio. kwa hiyo mahali ambapo ume unapoishi na kituo chako cha upigaji kura kuna ukaribu wa namna fulani? E, ni karibu kama watu kumi tu. Uh, hali ikoje kwa ujumla? Uh, toka ambapo umefika katika eneo hili la upigaji uh, kura na mpaka wa hivi sasa ambapo umemaliza zoezi hili? Hali ni shwari, hali ni shwari, hamna shida. Tumefika, tumepiga kura na ambao wapo wanaendelea kufika hapa hamna shida kabisa yani. Kura zinaenda vizuri. Kina mama tunajua changamoto zenu nyingi sana hasa mnazozipitia. Je, yeah, uh kina mama wenye hali ya ujauzito au wale ambao wanapitia shida ya kiafya wamekuwa wakichukuliwa katika mlengo upi humo ndani katika eneo la upi upi ukiaji kura katika siku hii ya leo? Hamna shida kabisa. Kwa mfano kama mimi hapa nina BP ya shinikizo la damu la juu, nimepata huduma vizuri, namshukuru Mungu, hamna shida yoyote, wote tunapata huduma vizuri na salama. Kwa majina, naitwa David Logoshora Jola. Uh, kaka leo unashiriki katika zoezi hili. Kwa upande wako ni zoezi la ngapi wewe kushiriki kwa umri wako? Mimi kwa umri wangu ni zoezi la ma... kwa mara ya kwanza ndo nashiriki eh... Unajisije sasa kushiriki zoezi hili kwa mara ya... najisi vizuri maana ni nzuri kumchagua kiongozi unayemtaka. Uh, baada sasa ya kuwa unaingia e sasa kwenye kituo kile cha upigaji kura, umekushaanza kufanya lile tukio lako mama, ambalo ndo limekuleta katika siku hii ya leo, kitu gani ambacho ulikuwa unakifikiria kwamba hichi kitu nikiingia humu nitakikuta na kwa badala yake haukikukuta kitu hicho? Amna, mimi nilifikiria tu ntawakuta, ntawakuta viongozi watakaonielekeza jinsi ya kupiga kura, na nikoli ni kweli nimewakuta, kwa hiyo sikuona jambo geni mle ndani Ndo hivyo tu, maana nili, nili, nili, nilichokitarajia ndo nimekikuta. Niliwahi kuona ila sikuwahi kupiga. Niliwahi kuwa naona mtandaoni huko huko kwenye mativi, wakati kwenye vipindi kama hivi watu wanavyopiga kula, ila sikuwahi mimi kupiga. Kwa hiyo nilichokuwa ninacho kichwani ndo nimekikuta mle ndani. Kwa majina, naitwa mwalimu Ibrahimu Salumu Kitogo. Mimi ni mrezi wa vijana kutoka chuo cha maendeleo wananchi Singida, Kilichopo mkoa wa Singida. Leo kuna tukio rasmi ambalo linaloendelea la upigaji wa kura kwa Watanzania wote. Na sisi kama chuo cha maendeleo ya wananchi Singida FDC vijana wetu wako kwenye zoezi la upigaji wa kura na sasa wako kwenye vituo vya kupigia kura na zoezi hili linaendelea vizuri tu. Chuo cha FDC Singida ni miongoni wa vyuo ambavyo vilivyopo Tanzania lakini sisi tuko mkoa wa Singida na vijana wetu ambao waliotimiza miaka kumi na nane na kuendelea na wenye sifa ya kupiga kura, hivi sasa ninavyozungumza, wako kwenye kituo cha kupigia kura na zoezi linakwenda vizuri. Vijana wanalishangilia, vijana wamelipokea na vijana wamehamasika sana, kwa sababu kura ni haki yao. Vijana hao wamejitoa sana na wamejitokeza katika kukamilisha taratibu na sheria ambazo zilizowekwa za nchi na haki yao ya kimsingi kwa kufanya kupiga kura mimi mwenyewe kama mlezi hapa nimetoka kupiga kura, kura yangu halali na nimemaliza zoezi hili pia, na vijana wanaendelea kupiga kura kwa taratibu zilizowekwa. Kwa jina bwana, mi naitwa Sajad Gulam Haidar, ni mkurugenzi wa kiwanda cha pamba Singida. E, tunashukuru leo ilikuwa ni siku ya kupiga kura na kila mtu ni haki yake, maana kupiga kura ni sauti yako na uchaguzi ambao ni lazima tuupitie kwenye kura. Kwao tumepiga kura. Alhamdulillah, na mwitikio unaonekana sio mbaya, uko vizuri, watu wamejitokeza, wanapiga kura, japokuwa ni kidogo kidogo, lakini watu wanakuja kupiga kura, kuja kukamilisha haki yao ya upigaji wa kura. Na kama Sajad Gulam Haider, mwenye kiwanda cha pamba, pia wafanyakazi wangu kwa siku ya leo nimewaruhusu wote waende wakapige kura ili watimize haki yao ya kikatiba. Um, niseme ni, ni, ni tu kwamba hali iko kwa shwari na wahusika ambao wasimamizi wa kupigaji kura ni kwamba wanawasimamia watu vizuri na wanatoa maelekezo mazuri. Sijaona kama kuna changamoto yoyote ambayo inaweza ikafanya mtu yoyote alikuwa mgonjwa au vipi kwamba akakosa haki yake. Mimi niseme nashukuru na ule upotoshaji wa nchi zingine kama Kenya hasa kwa kutaka kuharibu Uh, amani kwetu ni kama imeshindikana, kwa sababu vijana wetu wana akili zao timamu, vijana ambao wanajitambua na wanafanya kazi zao. Kwa sababu watu wanaoingia na kufanya vurugu kwenye nchi zingine huko, ni kwamba wanakosa mtazamo nini cha kufanya, kwa hiyo wanaamua kufanya vurugu. Kwetu sisi vijana wanajitambua na wana biashara zao, wana kazi zao, kwa hiyo kila mtu yuko kwenye sehemu yake ya kazi na kwa kuwa leo ni siku ya kupiga kura, basi hata vijana wapo nao wanapiga kura kama kawaida. Kwa hiyo hali ya amani iko vizuri, mpaka sasa hivi hatujaona tofauti au dalili zozote za, za kiashiria cha kwa utovu wa amani. Mimi naitwa Martin Lisu ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa na mjumbe alimesherukiwa CCM mkoa. Unaonaje uchaguzi kwa mwaka huu 2025 kiujumla? uchaguzi umekuwa una hamasa kubwa. Kwa mfano e, ukiangalia takwimu tu za mtandaoni mama Samia ameangaliwa na watu zaidi ya milioni mia mbili kwa hapa mjini tumeangaliwa kwa wa, wa, wa, wananchi zaidi ya milioni moja na kitu katika Singida DC tumeangaliwa kwa zaidi ya milioni mbili na kitu kwa ufuatilia online kwao. Mara hii mwaka 2025 uchaguzi umekuwa kisasa zaidi kuliko wakati mwingine wote, lakini pia mmeona mikutano yetu ya siasa ilivyojaza watu, wamekuwa wengi, watu wamehamasika, lakini leo siku ya vituo pamoja na kuwepo na maneno mengine mengi lakini wananchi wamejitokeza kwa nguvu kubwa sana kuja kupiga kura na wameanza asubuhi sana. una unahisi chama chako kina uhakika wa kushinda kwa asilimia ngapi? kwa tathmini hiyo fupi ya ufuatiliaji ambao umetupatia? Kwanza chama changu ni chama cha wananchi, ni chama ambacho kime, kinapendwa na wananchi, na nafikiri wote mmeona. Mimi nafikiri kwa namna tunavyoenda nafikiri tunaweza tukaanzia asilimia tisini. Kwa sababu gani? Asilimia tisini kwa sababu maendeleo yanaonekana, hapa tu tulipo, ukiangalia tuna hili jengo ambalo limejengwa hapa la, la, la, la, la, la, la manispaa hapa hapa tulipo, unaona yale magari pale ya zimamoto yalivyofanywa, eh, kazi kubwa hapa hapa tulipo, unaweza ukakutana na barabara pale nje na maendeleo mengi sana. Kwa hiyo wananchi kwa sababu shida yao ni maendeleo wanataka, watapiga kura za kutosha, na tutaenda hata asilimia tisini na kuendelea. Mimi ni kushukuru sana, na tuendelee kuombea, tuendelee kuombea jambo hili lipite kwa usalama. Amina. Asante, asante sana, asante sana sana. Sana. Jina langu ni Ramadhani Idi Limu, ni mwandishi wa habari wa Mahasin TV tukiwa hapa Singida, Singida. Na taarifa zote ambazo zinatoka mkoani Singida mara nyingi sisi ndo ambao huwa tunahusika moja kwa moja. Kwa upande wangu nashukuru kwa hali ambavyo nimeiona kwa mkoa wetu wa Singida, toka asubuhi nilivyoamka, nimejaribu kuangalia hali ya barabarani, kwa hakika kulikuwa ni tulivu sana, kwa sababu hata tulivyozoea kwamba mara nyingi kama ni asubuhi tunaona usafiri nenda rudi, lakini kwa leo kidogo tulikuwa tunaona hali imetulia, na hii inaashiria kwamba watu wengi wapo majumbani au watu wengi wapo tayari kwenda kufanya jambo la kikatiba kwa maana kupiga kura. Na kwa upande wangu, alhamdulillah nimepiga kura, na hii inakuwa ni mara yangu ya tatu kupiga kura. Nimepiga kura mwaka 2015, nimepiga kura mwaka 2020, na hii mwaka 2025 nimepiga kura. Kwa kalamu zenu waandishi, mmekuwa mkifanya jitihada kubwa sana katika kuhakikisha kwamba jambo hili linafika uh, katika hatua salama mpaka pale ambapo tutasema tukio hili limekamilika. Wewe sasa, kama mwandishi mahiri kabisa wa chombo hichi cha habari cha Maasin na ambaye unaifikia jamii neno lako eh, kwa maana wito wako ni upi sasa kwa wanajamii? Uh, mara zote huwa tunasema kwamba waandishi wa habari ni sawa na jogoo, na tukisema jogoo, kwa maana tunamaanisha kwamba jogoo siku zote ni mali ya nyumba moja, lakini sauti yake ni mali ya jamii. Kwa maana tunaweza tukasema kwamba mwandishi wa habari akitumia ya nafasi yake akatumia kalamu yake vizuri anaweza akatengeneza jamii, na huyo huyo mwandishi kama akiamua kutumia kalamu yake kwa ubaya anaweza akaiharibu jamii kwa kiasi kikubwa. Waandishi kwa nyakati kama hizi ambazo viongozi wanahitajika wapatikane katika nchi yetu, kwa maana ambacho tunapaswa kukifanya ni kuielekeza jamii yetu, ni utaratibu upi ambao tunapaswa kuufuata kwa ajili ya kupata hawa viongozi. Mfano kama sasa hivi tunaingia kwenye kupiga kura, basi sisi kazi yetu ni kuwahamasisha watu, pigeni kura kwa amani, viongozi watapatikana. Hatuwezi tukawa wote viongozi, lazima apatikane kiongozi mmoja. Kama ni diwani atapatikana diwani mmoja, mbunge atapatikana mmoja kwenye jimbo moja, na pia katika nafasi ya rais atapatikana kiongozi mmoja. Kwa hiyo, waandishi wa habari, tutumie kalamu zetu vizuri kwa ajili ya kuelekeza jamii yetu, mambo gani ya msingi ambayo tunapaswa kuyafanya kama waandishi wa habari na jamii ni vitu gani ambavyo inapaswa kufanya kama jamii. Shukran sana. Huyu alikuwa ni mwandishi wa habari kutoka katika kituo cha habari cha Mahasin TV ambaye ametueleza kwa kina yeye hali ameionaje katika siku hii ya uchaguzi. Hatuna la ziada kutokea hapa Singida, langu jina anaitwa Fuadi Kasimu Mrisho, nilikuwa naye Ramadhani Idi Limo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.